Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe ya kumi ya mwezi wa kumi na moja Mama kanisa mtakatifu anafanya kumbukumbu -kumbu ya mtakatifu leo mkuu papa na mwalimu wa kanisa. Tafakari yetu siku ya leo inatoka katika injili ya Luka sura ya kumi na saba aya kwanza hadi ya sita. Tuisikilize Injili. Yesu aliwambia wanafunzi wake, makwazo hayanabudi kuja, lakini ole wake mtu yule ambayo yaja kwa ajili yake. Ingemfaa zaidi huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake akatupwe baharini, kuliko kumkosesha mmojawapo wa wadogo hawa. Jilindeni. Kama ndugu yako akikukosa, mwonye; akitubu, msamehe. Na kama akikukosa mara saba katika siku moja na kurudi kwako mara saba akisema, nimetubu, msamehe. Mitume wakamwambia, Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali mngeweza kuwambia mkuyu huu ng'oka, ukapandwe baharini, nao ungewatii. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Wapendwa katika Kristo, siku ile ya ubatizo tulipewa basi kazi muhimu sana katika maisha yetu ya kiimani ya kuendelea kuilinda na kuitetea imani yetu lakini basi kuendelea kutangaza habari njema ya Injili, kazi ambayo tumekuwa tukiitekeleza tangu mwanzo kabisa, tangu siku ile ya ubatizo wetu. Lakini basi, kutokana na changamoto za maisha haya, kutokana na changamoto za dunia hii, tunajikuta basi mara moja au mara nyingine sisi wenyewe tumekuwa vikwazo kwa ndugu zetu washindwe kufanya vyema kazi hii waliopewa siku ile ya ubatizo tunajaribu kuwarudisha nyuma kiimani na kuwakatisha tamaa na hata hivyo kufanya kazi hii njema ya Bwana wetu Yesu Kristo ishindwe kufanyika vyema katika ulimwengu huu. Ndio basi leo Kristo anawaonya watu wa mtindo huu, watu wenye tabia hii ya kuwakatisha wengine tamaa na hata kuwarudisha nyuma kiimani, kwa kuwaonyesha kwamba wanayotenda na wanayofanya katika imani ni bure tupu, hayana maana yote kiroho. Leo hii basi sisi tunaalikwa kujifunza kwamba mambo haya yote ambayo tunayafanya katika imani yetu ni mambo thabiti na ya hakika kabisa katika kuishi imani yetu na hata kupata uzima wa milele. Kristo anafundisha msamaha. Unapokosana na ndugu yako na akakuomba msamaha, msamehe. Roho ya kisasi na roho ya malipi, ya kulipiza haitakusaidia chochote katika maisha yako ya kiimani. Kristo anatufundisha msamaha, lakini msamaha unaoendana na upendo. Wapendwa, lazima kupendana. Katika kupendana ndipo tamkaribisha Mungu katika maisha yetu. Ni kwa kupendana ndipo tunaishi vema Ukristo wetu aulio tunu katika maisha yetu ya kiimani, na hata basi ndio utambulisho wetu kama Wakristo kwa watu wengine katika jamii zetu. Mkristo wa kweli na mkristo hodari na mkristo hakika anatambulikana kwa upendo wake Hivyo basi lazima kupendana katika maisha yetu na mara zote tuonyeshane upendo wa dhati, upendo utakaotukusanya wote pamoja kama Wakristo katika kundi moja lenye mchungaji mmoja na hatimaye basi tuongozwe na yeye na hata kufikia uzima wa milele. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.